Maneno kurushia ya kurushiana kati ya mwanadada Mange Kimambi akimrushia Zamaradi, mmiliki wa TV ya Zamaradi TV, ambaye alikuwa ni mke wa Ruge kwa miaka zamani baada ya marehemu Ruge kufariki. Wali, walishaachana tayari lakini Ruge alikuwa na wake kadhaa, lakini Zamaradi ndio mwanamke ambaye aliweza kupata urisi wa pesa nyingi kweli kweli. Sasa jana aliweza kumpost hapa mtoto Mange Kimambi akawa ameandika kama ifuatavyo: Huyu ndio mtoto ambaye Zamaradi anapambania mahakamani kuwa sio mtoto wa Ruge ili akimbia na milioni mia tatu zake. Hii picha ni ya mwaka 2019. Nao mtoto mkubwa zaidi huyu, mtoto mama yake alikuwa msanii wa THT, alipokelewa pale THT akiwa mdogo tu, ndio katembea na Ruge mpaka kazaa naye. Kwenye msiba wa mama huyu mtoto alikuwepo na manaye. Zama alikuwa anamjua fika na ndo maana kwenye ile contract ya kuuza nyumba waliambatanisha ili baadaye, ndo tamaa zikamuingia, Zamaradi akaamua kumchinjia mbali huyu mtoto. Na bila hata haya anadai mahakamani kuwa sio mtoto wa Ruge, labda sababu anaona hafai kuwa wa Ruge. Ila Zamaradi, Mungu anamwona. Mume wake anagombea ubunge, anaona hela za mtoto wa Clouds, ndo zinafanya kampeni haya. Alafu nikuulize wewe unachagua watoto wa kupata urithi wa wewe kama nani? Wewe sio msimamizi wa mirathi, wewe sio mke, wewe you are nothing but a baby mama kama hao wengine. Unapata wapi nguvu ya kuchagua watoto wa kurithi? who are you? Mwadada Mange Kimambi akiendelea kumwambia kama ifuatavyo: kwa wale ambao hamjaelewa huu mchezo ni hivi, zama alicheza dili na yule mwachi wakabaipasi iligo mirasi ya Ruge iliyopo mahakamani, wakaenda ardhi, wakahonga, wakapewa hati mpya yenye majina ya watoto wao, theni wakauza ile nyumba ya bilioni mbili juu kwa juu bila msimamizi wa mirasi wala mahakama kujua kuwa Zamaradi kauza ile nyumba na anagawa pesa kwa ambao yeye anaona ndio wanastahili. Yani aliona ile proses ya mahakamani inachelewa, na yeye inabidi akalipia school fees fedha ndo ikabidi apige dili juu kwa juu na huyo cloud atolewe. Lakini pia kuna posti zapo nyuma, nitakusomea zote ili uweze kuelewa ile hapa kata kwa nguvu. Posti ya nyuma a, kabla ya posti hiyo ambayo nimetoka kusomea ilikuwa inasema kama ifuatavyo: Zamaradi, wewe ulifanya show kabisa inaitwa single mother, ukijifanya ku highlight magumu unayopitia single mothers. Leo unamfungulia kesi single mother, unadai mtoto wake sio mtoto wa Ruge. Wewe ulikuwepo wakati wanapeana mimba? Umemtoa mwanaye kwenye urithi, unataka mtoto asomeshwe na nani? Familia ya Ruge inamjua mtoto, imemkubali mtoto. Marehemu mwanaume alikuwa anatoa matunzo ya mtoto, leo wewe unasema mtoto sio wa Ruge. hau ise yule mdogo wake Zamaradi aliyedai Zama kumdhulumu urisi, kodi zote anachukua yeye, asikilizwe. Aise, hapana, Zama you have to tell us Why you think Cloud sio mtoto wa Ruge kiasi kwamba umebaki na pesa za mtoto. Guys, huyo Zainab kumfungulia kesi Zamaradi kwa kumdhulumu naye kwenye mauzo ya ile, ile nyuma Zamaradi badala ya atoe pesa amlipe mtoto eti kufungua kesi anadai huyo mtoto sio wa Ruge. Familia ya Ruge tunajuta ni wasome na hawana shida ila kwa inshu ya huyu Cloud tunaomba mpambanie mpaka Zamaradi atoe pesa za mtoto na wale mke wa Romi na yule mwingine pia waache huu, akataja neno fulani hivi ambalo ni gumu. Akaendelea kusema kwamba mwana dada huyu Mange Kimambi, wale mliompa Zamaradi go ahead ya kuwa represent watoto zao, na wenyewe amshua wamepigwa, ila hawajui, yaani yuko kama mambumbumbu kila anachowambia zama wanafanya yaani, kati ya watu maarufu waliojenga image fake kwenye jamii Zamaradi namba moja. Haya, katika posti ambayo aliweza kumposti ilikuwa inasema kama ifuatavyo. Mimi nanukuu tu, ndugu zangu, amkeni. Hii hata sio stori ya kwenda kwenye apo ise, Zamaradi hapana, hafai aise. Kumbe bora juzi nilivyoongelea stori ya mirathi ya Ruge imeibua mengine makubwa ambayo sikuwa nayajua aise, kumbe mahakamani kumenoga akaendelea kusema hivi mwanadada Mange Kimambi. Aise ni hivi Zamaradi hafai. Mnaona hiyo slide ya pili niliyoposti kuonyesha kontrati ya ya nyumba ya Ruge iliyouzwa kwa bilioni mbili hapo kwenye listi ya watoto yuko huyo mtoto anaitwa Cloud. Aise sasa mnaambiwa Zamaradi alimweka huyo mtoto hapo kama geresha. Baada ya pesa kutoka, Zamaradi hajatoa pesa, pesa za huyo mtoto. Kabaki nazo yeye sasa. Naomba mwende hiyo slide namba tatu, Zamaradi kafungua kesi dhidi ya mama wa mtoto wa Ruge huyo, Cloud Ali. Alichofanya, aliwaita wale baby mama wawili mke wa Romi Jones na yule aliyekuwa anavaa mashati ya Ruge, akawa kumvaisi wampe yeye guardianship ya watoto zao kwenye uuzwaji wa hiyo nyumba. Sio mchezo, wote akacheza yeye. Slaidi ya tatu, Zamaradi kafungua kesi, anamshtaki mama wa mtoto huyo Cloud Zainabu kuwa mtoto wake sio mtoto wa Ruge. Baada ya dada huyo kufungua kesi mwanaye kudhulumiwa, Zamaradi anadai Cloud sio mtoto wa Ruge, wa Ruge sababu amekula pesa zake. Sasa leo naomba atuambie hapa, kwa nini anasema Cloud sio mtoto wa Ruge? Familia ya Ruge inamtambua yule mtoto, Ruge alikuwa anampeleka matumizi pia. Mbona hapo kwenye mauzo alimuingiza huyo mtoto? pesa imetoka, umepata tamaa Aise Zamaradi kiboko, mnaambiwa hizo dokumenti mnazoziona hapo za hati. Zamaradi kacheza ardhi, kahonga, kapewa hati ya ardhi bila kupitia mirathi mahakamani, so nao imebidi ifunguliwe kesi ya iligo seli ya hiyo nyumba. Hapana, hii sio issue ya Zamaradi kukaa kimya Mumuulize na aongee, aseme kwa nini kapeleka kesi mahakamani kuwa Cloud sio mtoto wa Ruge, na pia aseme kwa nini mwanzoni alimweka kwenye mauzo ya nyumba hapo kwenye contract. Then baada ya mauzo kufanyika ndio akabadisha mawazo kuwa Cloud sio mtoto wa Ruge. Yani aseme nini kinamfanya adai kuwa Cloud sio mtoto wa Ruge? Hapana, ise Zamaradi, hapana. Why unamdhulumu mtoto over million mia tatu ili asomeshe wanaye? Fedha huyu mtoto wa Ruge, nani atamsomesha? Hivyo ndivyo alivyoweza kuuliza swali mwanadada Mange Kimambi kupitia peji yake ya Instagram, ambaye aliweza kumwanika mwanadada Zamaradi, ambaye ndio mmiliki wa shirika la Zamaradi TV e. Na hili sakata lilianzia baada ya hapo, siku za nyuma mwanadada Mange Kimambi aliweza kuposti posti ambayo ilionyesha picha za Zamaradi na kaandika kwamba Zamaradi ana watoto kadhaa ambao hao watoto wake wote wanasoma katika shule ya fedha shule ambayo ina ada kubwa, lakini wote anawalipia pesa nyingi za ada na kuna mtoto ambaye alishikurudi nyumbani eti kisa labda amekosa ada. Je, hizo pesa nazitoa wapi? Nitenda kuelezea aliyoyafanya Zamaradi na hizo zote ndo ambazo ameweza kuelezea mwanadada huyu Mange Kimambi akimlipua Zamaradi kwa yote ambayo ameweza kuyafanya kuhusiana na yote ambayo yanaendelea zidi ya marehemu Ruge ambaye alikuwa mmiliki wa clauses. TV na Clouds FM. Sasa uona lizungumzaje ile la swala ambalo limeendelea kuteka headlines kupitia mitandao mbalimbali mbali na limeweza kuzua gumzo sana. Yepe ni Dax Media, mimi naitwa Dax underscore. Kwa ku-subscribe ndio unakuwa mwanafamilia yetu wa kwanza Dax Media ambayo utakuwa unapata updates zetu kila wakati na kila muda, asante.